Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kheir mubarak kitaka jumaa karim. Leo nataka ni zungumze chini ya dakika tano. Nitazungumza haraka haraka, na ningeomba mutege sikio. Mombasa ni county 001 lakini kwa matokeo ya mitihani ni kaunti ya mwisho 047. Leo sitalekeza kidole kwa yoyote, nitajilaumu mimi, wewe na sisi kwa jumla, wakazi wa Mombasa. Mombasa, sisi tuna bahati sana tuko na watu wana elimu ya kutosha: waalimu, wakufunzi, maprofesa, madoktor ambao wako tayari kusomesha hawa watoto wetu hawa wakazi wa, wa Mombasa. Kwa mukhtasar tuko na watu kama kina Dr. Madiha Salim, tuko na watu kama Profesa Boga, tuna watu kama Hamis Muhamed wa Sheikh Khalifa na wengine na wengine na wengine kando, sijamtaja Dokta Mujahid. Mombasa ikiwa kwenye lango la bahari, vilevile ndio lango la kuingia huko bara, zilianza madrasa ya kitambo sana. Wakati Rebman na Krafu wakija, tayari ilikuwa Waislamu wasoma Quran na wasoma Kiarabu na waandika hati za Kiswahili wakitumia sarufi za Kiarabu. Very interesting. Hata mimi niliwahi kuandika barua hizo za Kiswahili kwa kutumia sarufi za Kiarabu. Baadaye kulijengwa shule kama mfano Miome ambayo leo ni polytechnic, ni university, Tomboya, Serani na kadhalika. Kwa hivyo watu walianza kusoma kitambo, lakini baada ya kutoa wasomi kama akina marhum Dokta Ali Mazrui eh, Profesa Ali Mazrui, akina Profesa Haidar na wengine na wengine na mpaka akina eh, Profesa Rashid Mzee ambaye bado iko hai Mungu ampe siha ampe umri na amuhifadhi. Wako watu waliosoma, wako mm. Suala kubwa ilikuwa ni sisi hatukuwa tunaweza kupeleka watoto wetu nje kwenda kusoma kama vile Nairobi, Eldoret, na huko huko huko majuu Maseno na kadhalika. Ilikuwako shida sana kwa watu wa pwani kusafiri nje. Watu kama akina Sarai walienda wakasoma nje huko, watu kama akina Ali Kipenzi, Ali Sharif alikwenda akasoma huko bara. Akisema nje anamaanisha bara, na wengine wengi tunao watu wasoma, alhamdulillah. Kulikuwa hakuna vyuo vikuu hapa Mombasa. Nafikiri chuo cha kwanza kikuu kilikuwa ni Kenyatta University, naikumbuka hivi pale nyuma ya Central Police Station, na ilianza kwa program za open learning ambayo ilikuwa ni branch tu pale Chuda Day Secondary School kwa nyuma kule, ukawa kuna open learning, distance learning. Kwa hivyo watu wa Mombasa walikuwa na hamu ya kusoma, ikafikia wakati katika serikali ya Kibaki akaona kuna haja ya kuleta hivi vyuo vikuu karibu na watu, tukapata fully fledged university, Pwani University, na akachukuliwa Profesa Rajab akawa pale kama chansela wa Pwani University. Pwani University mpaka leo iko, halafu vyuo vingine vikaanza kuja la ajabu ni kuwa taja, hizi vyuo vikuu vyote tunavyo hapa Mombasa. JKUAT iko, Nairobi University iko, Kenyatta University iko, MKU iko, lakini nendo kazi, tembele hizo taasisi. Hakuna wakazi wa Mombasa, hakuna watoto wetu, hakuna vijana wetu. Na hii ni kwa sababu hata wakimaliza kwa majina yao ya Kiislamu au ya Kiswahili au ya Kimijikenda hawapewi kazi, na ndio mbunge wa Changamwe akatoboa hilo jipu siku ya Eid Baraza. Waswahili hawaandikwi kwa serikali, wako vijana masikini wame graduate, hawana la kufanya kwa sababu ya zile yale majina yao, na hii ni tatizo kubwa. Huyu Dr. Madiha amejaribu sana amejaribu sana, yeye ni mwana saikolojia, amejaribu sana lakini wanaosikiliza hawataki kwenda kusoma, na sidhani kama ni pesa zimepotea. Tuna wajumbe sita hapa Mombasa, kuongeza na gavana kuongeza na woman rep, wote ni wanane. Kando matajiri kando washikadao washika dao na waendesha dao, waende dao walioko mji huu, lakini watu wamevunjwa nguvu kwa sababu vijana wetu hawapawi kazi. Mimi sasa hivi ukiniambia nikuletea watu ambao wamehitimu vyuo vikuu na hawana kazi, sasa hivi hapa hapa nitakuitia fulani fulani fulani Sababu nawajua wengine niwasomesha mimi. Kwa hivyo nasema hivi, wabunge na viongozi mlioko Mombasa, hebu cheneni mambo ya malumbano, angalieni vijana wetu wa kike na wa kiume wapate elimu, na wakishapata elimu muwaandikishe kazi. Marhum Meya Muidani aliandika vijana wengi kazi mpaka leo wako inakumbuka ya kwamba marhum Mbunge Kajembe na yeye pia alipeleka vijana wengi sana poti akaandikisha kazi F Kenya Ferry akaandikisha kazi. Hawa wabunge walioko sasa mumeandika vijana wangapi kazi? hao ni kuwapatia tu kazi za kukuta karatasi mitaani na kazi za kuwababesha tu. Nasikia mnawapa kazi ajira mia tano kwa siku, na wale wanaosimamia yasemekana wanachukua commission. Kama hapa mtaani kwangu hakuna aliyechukuliwa, vijana hawachukuliwi hapa. Sijui hata huyo MCA sijamuona, wala hatumjui. Kwa hivyo mimi nasema, kwa sasa niko nitumia dakika tano, naona ninatumia karibu dakika kumi. Tunasema vijana wetu wasome, na nyinyi ma MP muache malumbano, muwapeleke vijana kazini, wapelekeni wakaajiriwe kazi. Kwa hayo machache, assalamu alaykum.